Nashukuru kwa fursa hii. Kwa majina naitwa Jofrey Samwel Sanga. Ni mkulima kijana na ni mwanzilishi wa Josasa Farm. Professional ni mtaalamu wa kilimo na mifugo. Nataka ni, ni kazie, lakini nauliza nauliza swali kwa mwezeshaji CRDB, lakini ndakazia point aliyoizungumza, nafikiri ni baba yangu Mr. Justin. CRDB na taasisi zote za uwezeshaji vijana na wote Mna mkakati gani wa kuwafikia walengwa halisi kwenye programu zenu za uwezeshaji? Mfano ile Imbeju, wengine tumesikia tu kuisikia tu, lakini pamoja na kufuatilia, unafika sehemu na kwama. Kwa hiyo lakini, mkazo wangu, ili tuweze kufikia hii ajenda ambayo tumekuwa tukijadili leo hapa toka asubuhi, ninadhani tuweke mkakati mzuri hasa kwa vijana tuwe na namna ambayo tunaweza tukamfikia kijana mhusika wa moja kwa moja, tuachane na yule wa blabla mdomoni. Yule kijana ambaye kweli analima, kweli anafuga, kweli anafanya, hasa kwenye anzia ngazi ya chini kabisa kwenye eneo la uzalishaji. Wapo vijana ambao wanalima kweli, wanafuga kweli, katika mazingira magumu sana, ila hawana uwezeshwaji Hawana connection, hawana wajomba kuwapigia debu wapate hizo so support, hawana collateral kama alivyosema uh, Mr. Justin. Sasa ili tuweze kwenda vizuri, kama mwakilishi wa vijana ambao hawana marefariwa kwa support, nataka kusema wapo vijana au tupo vijana wenye nia ya dhati wa kufanya mabadiliko ila hatukutani na hayo mazingira uwezeshi, vijana wenye initiatives zao ambao hapa simama mara moja, simama, simama, simama, nisijiongee tu mwenyewe. This brother ana idea nzuri sana ya mambo ya kutengeneza mbolea, kuna mzee kusumbolea mbolea na nini hapa, nikamwambia hakikisha, kutoka hapo mbane ule mzee ongea, aanzie kuanzia pale akupe mwanga, unapita wapi? Ana wazo, ana mawazo mazuri, namna gani nitengeneze mbolea kupitia wadudu, lakini hana mwanya, anzie wapi? financial support kwao nin kwa kupitia jukwaa hili leo inaomba tutengeneze mazingira kijana huyo muhusika kwe, kwenye eneo hilo. Hapo, nafikiri, tutaweza kutengeneza, tukisema tumeandaa program ya tu, kuwawezesha vijana, si rahisi kumsaidia kijana yule, na kwa staili hiyo tunaweza kwe, tukailisha Afrika kwe, kwe. Na kwa kumalizia interest kwa yule mtu ambaye anataka usaidizi, mimi ni mtaalamu wa kilimo, sijaajiriwa. Ingia YouTube, tafuta Josasa Farm. Ukiridhika na mimi pale ninachokifanya, nipo tayari kushare ujuzi wangu ili kufika sehemu fulani. kwa nime declare my interest kwa anyone ambaye anataka interest, ingia YouTube, andika Josasa Farm pia na matumizi ya fursa sasa hii. Mungu awabariki sana wale wanaoijua.